Ha, hadi mwisho wa video hii kwa sababu nafasi ya mwisho inaweza kuwa ndio hasa inayokufaa. Pia nitakuonyesha jinsi ya kuomba ili usikose nafasi. Karibu kwenye chaneli yako ya maendeleo na fursa. Leo tunakuletea taarifa rasmi ya nafasi za ajira zilizotangazwa na Halmashauri ya Wilaya ya Karatu, ajira halali zenye vigezo na zinazolenga, kui, zinazolenga kukuinua wewe Mtanzania mwenye ndoto ya kuingia kwenye utumishi wa umma. Tangazo hili limetolewa tarehe 13 Juni 2025 kwa kibali kutoka ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 27 Juni 2025. Hii ni fursa ya kipekee hususan kwa vijana waliomaliza shule na wenye mafunzo ya kati au stashahada. Shahada. Nafasi zilizotangazwa ni pamoja na msaidizi wa kumbukumbu kumbu daraja la pili, hapa kuna nafasi nne. Sasa, msaidizi wa kumbukumbu kumbu daraja la pili kuna nafasi nne. sifa za kuweza kupata nafasi hii sifa za kuweza kupata nafasi hii, kwanza uwe umemaliza kidato cha nne au cha sita, lakini uwe na stashahada ya utunzaji kumbukumbu, lakini pia uwe umesoma sheria au umesoma geoinformatics. Uh, kitu ambacho naweza kushauri ili kuweza kupata nafasi hii vizuri, cha ja kwanza, andaa portfolio ya nyaraka zako na uonyeshe uzoefu wa kutumia kompyuta okay, kwa uwe unajua kutumia kompyuta, program zile za office kama word, excel, powerpoint, publisher, internet pamoja na email uweze kuzitumia. Hiyo itakufanya uweze kupata nafasi hii urahisi lakini pia nafasi nyingine iliyotangazwa ni dereva daraja la tatu, dereva daraja la pili hapa kuna nafasi tatu. Ha, dereva daraja la pili hapa kuna, kuna nafasi tatu na sifa ni kidato cha nne pamoja na leseni daraja C au E lakini pia uwe na cheti cha udereva kutoka VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Lakini kitu ambacho unatakiwa ufahamu hapa ni kazi ambayo unatakiwa ufanya, lakini pia namna gani ambayo utaipata kazi hii kiurahisi kabisa. Hakiki logbook yako na hakikisha leseni yako haija expire. Kwa hiyo zingatia leseni yako, kama leseni yako, zingatia kuwa haija expire Bonus tip ambao naweza nikakupa ni, ni kwamba kama una uzoefu wa kusafirisha maafisa serikalini, andika hilo kwenye CV kwa katika CV yako andika uzoefu huo, kama tayari umeshawahi kufanya au una uzoefu huo. Lakini nafasi nyingine zilizotangazwa ni mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili. Hapa pia kuna nafasi mbili, na sifa ni zipi? Sifa ni kidato cha nne pamoja na stashahada ya uhazili lakini pia uwe na uwezo wa kuchapa maneno themanini kwa dakika moja kwa Kiswahili au Kiingereza, uweze kuchapa maneno themanini kwa dakika moja yawe ya Kiingereza au ya Kiswahili. Uh, rekodi video fupi ya uwezo wako wa kuchapa, unaweza itumia kama digital CV. Kwa hiyo hapa pia tengeneza CV yako, lakini pia kama una portfolio unaweza ukarekodi video yako fupi ya uwezo wa kuchapa ukaitumia kama digital CV, ukaiweka kwenye portfolio yako, hiyo itakuwa imekusaidia sana. Lakini pia nafasi nyingine ni msaidizi wa maendeleo ya jamii daraja la pili. Hapa pia kutakuwa na nafasi nne. Sifa ni cheti cha miaka miwili kutoka vyuo kama Buhare au Rugemba. Ushauri ni kwamba Toa mfano wa mradi wa kijamii uliowahi kushiriki au kuongoza. Unaongeza uzito kwa maombi yako. Msaidizi wa maendeleo daraja la pili, kwa kama kuna project ambayo ulishawahi kuisimamia au kuiongoza au uliwahi kushiriki unaweza ukaiweka pale ili kuweza kuongeza nafasi yako ya ushindi. Masharti ya jumla na makosa ya kuepuka. Sasa masharti muhimu ni kwamba uwe na umri kuanzia miaka 18 hadi miaka 45. Lakini ambatanisha vyeti halisi vinavyothibitishwa. Hakikisha unaambatanisha vyeti vyako original certificate, lakini pia matokeo ya mitihani au statement of result hayatakubalika kabisa. Na kama una ulemavu utaja kwenye mfumo wa maombi ulemavu uliokuwa nayo. Sasa nitakuelekeza makosa ya kuepuka. Epuka makosa haya Kutuma vyeti ambavyo havijathibitishwa, hilo ni kosa la kwanza. Epuka kosa hilo, hakikisha vyeti vyako unavyotuma vimethibitishwa. Lakini pia kutokutaja wadhamini kwenye CV, hakikisha umeandika wadhamini watatu kwenye CV yako. Kutuma maombi bila kusaini barua ya maombi, hakikisha umesaini barua ya maombi ndipo utume maombi yako. Jinsi ya kuomba nafasi hizi. Kwa hiyo unatakiwa kuandika barua ya maombi yenye anwani hii hapa, kwa uzingatia anwani hii. Anwani ya barua ni mkurugenzi mtendaji, SLP 190 34, barabara ya Patrick Oro, Karatu. Ambatanisha CV yenye namba ya simu, email pamoja na wadhamini watatu, vyeti vya elimu original certificate vilivyothibitishwa lakini cheti cha kompyuta kwa kada husika. Kama una cheti cha kompyuta pia unaweza ukaiweka barua ya maombi iliyosainiwa. Ajira hizi sio tu nafasi za kipato, ni nafasi ya kuleta mabadiliko ndani ya jamii. Ikiwa unakidhi sifa, chukua hatua leo, jaza fomu, andika barua na anza safari yako ya ajira serikalini. Like video hii, subscribe kwa fursa zaidi kama hizi. Uh, shiriki na mtu anayetafuta kazi. Asante kwa kutazama. Fuatilia chaneli yetu kwa update zaidi kuhusu ajira, mafunzo na mikopo ya vijana. Karatu inasubiri, Karatu inakusubiri wewe, komaa. Naomba sasa na, lakini pia unaweza ukajiunga na grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Asante na karibu.